Mambo ambayo sasa tunataka kuuliza hapo sasa, ndo umegusa mlima, wakati ulikuwa hapa na watu walikupenda sana yes. Ulimchagua bwana Rigathi Gashagwa, yes. Akawa naibu wako, mkaingia katika uongozi. Sasa wakati tukiendelea na kazi, tukaona sijui, ni jambo lipi ambalo lilikupa msukumo ama ni lipi lililosababisha akang'atuliwa kutoka kwa kiti cha unaibu wa rais. Ni jambo ambalo uh, lilikera watu wengi sana wa mlima, sababu alisema umemng'atua mtu wetu, na hata ukawaletea uh, bwana profesa, na wakasema sisi mtu wetu alikuwa Rigadhi. Ni jambo lipi ambalo lilisukuma kabisa Rigadhi akang'atuliwa kutoka kitini cha unaibu? Hiyo ni swali ambayo itajibiwa na watu wengi kwa sababu wenye kumtoa Eh, Rigathi ofisini uh -huh. Mimi hakuna mahali nimeweka sahii atolewe, sheria ilifuatwa, lakini wacha nijibu, wacha nikujibu wenye kumtoa wakamtoa uh -huh. Si ndio uh -huh. Na, lakini nataka nikurudishe nyuma kidogo kabisa, mimi ndio nimenominate uh -huh. Rigathi Gachagua uh -huh. Sindio uh -huh. hakupigiwa kura uh -huh. Ati eh, ndio mimi nimnominate, i nominated him kwa sababu katiba ya Kenya eh, sehemu ya 148 inasema rais ndiye ananominate, si ndio? Mimi ndio nimemnominate na nimemnominate kwa kura yangu moja, si ndio? Na mimi nataka nikueleze hata wakati mimi nimemnominate bwana Gashagua, niliuliza kwa sababu, nilikuwa na wabunge wengi viongozi wa kutoka mlimani. Tuliketi chini na wao, nikawaambia jameni, mimi nimefanya kazi na mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka kumi. Nimefanya kazi kabla ya hiyo, nimekuwa rafiki ya watu wa mlimani na wameniamini, wanataka kunipatia kura zao. Nataka nyinyi kama viongozi wa kutoka mlimani, wabunge wa sasa Munisaidie mmoja wenu, mm -hmm. Ama mmoja wa viongozi wa kutoka mlima mm -hmm. Awe naibu wangu wakati tunaenda kwa uchaguzi. Nasikia nyokapi, nasikia. So nikawaachia nafasi nikamwambia haya, munipatie mtu. Wakazungumza pale kwa ofisi yangu Karen, pale nikiwa naibu wa rais, karibu mpaka saa kumi toka asubuhi. Mwisho wakaniambia tumeshindwa. So tufanye namna gani? Nikamwambia hapana, mwezi kushindwa. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura.